Serikali kupitia Wizara ya Afya na msemaji mkuu wa serikali imelaani na kukemea vikali kitendo cha baadhi ya watu kutengeneza na kusambaza picha na video za uongo zenye nia ya kuchochea taharuki na hasira miongoni mwa Watanzania. Kukemea huku kunafuatia kuonekana kwa picha na video zinazoonyesha miili ya watu imewekwa pamoja ambapo watengenezaji wa picha hizo walidai kuwa tukio hilo limetokea katika hospitali ya Mwananyamala jijini Dar es Salaam. Katika taarifa iliyotolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini cha Wizara ya Afya jana, wizara ilikanusha vikali uhalisia wa picha hiyo ikifafanua kuwa video hiyo imetengenezwa na wahalifu wenye nia ya kuichafua nchi yetu. Wizara ya Afya imeona picha ya video inayoonyesha miili ya watu ikiwa imewekwa pamoja na kueleza kwamba hapo ni hospitali ya Mwananyamala Dar es Salaam. Wizara inapenda kukanusha uhalisia wa video hiyo ambayo imetengenezwa na wahalifu wenye nia ya kuichafua nchi yetu, ilisomeka sehemu ya taarifa hiyo. Wizara imewataka wananchi kuacha mara moja kusambaza picha hizo kwa kuwa kufanya hivyo ni kuvunja sheria na imewataka Watanzania kuendelea kuziamini huduma zinazotolewa katika vituo vya afya nchini kwa kuzingatia weledi unaojali utu na misingi ya maadili ya utabibu. Akizungumza kuhusu tukio hili, msemaji mkuu wa serikali alisisitiza kuwa vitendo hivyo ni hatari hasa kwa kuzingatia hali ya sasa nchini. Kupitia taarifa yake, msemaji mkuu alisema kwa wakati huu ambapo wa Tanzania tumepitia madhira yaliyosababishwa na vurugu za tarehe ishirini na tisa Oktoba mwaka elfu mbili na ishirini na tano, si busara kuchochea taharuki kwa watu kwa kutengeneza picha zenye kutia uchungu na hasira kwa watu. Alionya vikali kwa wale wanaofanya vitendo hivi, sio tu wanachafua nchi bali pia wanavunja sheria za nchi na kusababisha hofu isiyo ya lazima kwa umma, na kutoa wito kwa Watanzania wote kuacha mara moja vitendo vya kutengeneza na kusambaza habari au picha za upotoshaji. Aidha, aliutaka umma wa Watanzania kuwa makini na taarifa za uongo, yaani fake news, zinazochochea chuki, hasira na kuvuruga amani ya nchi yetu.